Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Kisa hiki cha kijana ambaye alikuwa anachunga kondoo wake, yakamkuta mazito ambayo hakutegemea kutokana na wema wake. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari, pia usisahau kusubscribe kucomment, kuraiki na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka hapa Khairo TV. Kijana huyu wa kuitwa Bilal alikuwa ana kondoo wake ambao alikuwa anaenda kuwachunga na kurudi nao kutoka malishoni kila siku. Bilali, Allah subhanahu wa taala alimjalia mke na mtoto mmoja wa kike. Kama kawaida yake Bilali alienda kuchunga wale kondoo wake katika kuchunga huko na kule, Bilali alisikia sauti ya mwanamke ikiashiria anapitia maumivu mazito na anahitaji msaada. Bilali bila kusita, alienda hadi eneo ambalo alisikia sauti ya mwanamke na kufika pale, lakini cha ajabu alichokutana nacho Bilali, yule mwanamke akamuuliza unataka nini? Fanya mambo yako na. Wakati huo mwanamke anaashiria kwamba kajishika tumboni, yaani kwamba kama tumbo linamuuma. Bilali akamwambia nimeifuata sauti yako ambayo ilikuwa inaashiria kwamba unateseka yule mwanamke akamwambia, fanye mambo yako tafadhali, emtoka hapa mbele yangu, potea kabisa. Bilali ikabidi afanye harakati za kuondoka pale na awafuate wanyama wake ili aendelee na shughuli zake za uchungaji. Lakini kwa bahati mbaya Bilali alikuta kondoo hawapo sehemu ambayo aliwaacha ikaanza kumfadhaisha hali ile. Akaanza kutafuta huku na huko bila mafanikio. Bilali aliwatafuta kondoo wake kwa kutumia mbinu tofauti tofauti ikiwemo kufuatiza nyayo, lakini Bilali hakuweza kuwapata kondoo wake. Akarudi nyumbani kwake hali ya kuwa anahuzunika. Mkewe akamuuliza una nini leo mbona sijakuzoea kuzoea katika hali hiyo? Bilali ikabidi amweleze kisa cha yule mwanamke ambaye alijaribu kwenda kumsaidia mpaka ikapelekea kondoo wake kupotea. Kwa inavyoonekana, maana yake bilali aliingizwa kwenye mtego. Yule mwanamke alijifanya kama anaumwa au anapitia mazito kule polini ili bilali akimbilie na kondoo wake waibwe. Kwa staili hiyo, yule mke wa bilali akasema, mimi siwezi kukuelewa. Unajua kondoo ndio tukiwauza tunapata hela na matumizi mengine ya nyumbani, lakini unajua pia binti yetu huyu mdogo anakaribia kuolewa mwezi ujao na wewe unasema kondoo wote hamna? Mimi sitoweza kukuelewa, sitoweza kukuelewa kabisa. Bilali alizidi kuchanganyikiwa, lakini akamtafuta rafiki yake. Bilali akamwelezea kisa kizima hadi ule mtego ambao ametegewa na akauingia mpaka kondoo wake wakaibwa. Rafiki wa Bilali akamwambia Bilali kwamba usihuzunike, nitakupeleka sehemu ambapo wanauzwa kondoo kwa bei ya rahisi sana, na utapata kwa kiasi ambacho wewe unacho, na utawaleta hapa, utawafuga. Ukishawafuga, likifunguliwa soko la bei ya juu, utaenda kuwauza na utapata hela maradufu. Rafiki wa Bilali aliongea hivyo, Bilali akatoka na akaenda kumweleza mkewe hali hii. Mkewe akasema sawa, nashika hizi dhahabu zangu pamoja na hizi herini zangu na bangiri zangu, uende ukaziuze uongezee ili upate hao wanyama, maana bila kufanya hivi, shughuli iliyokuwa mbele yetu tutadharirika, na pia sisi maisha yetu yatakuwa duni zaidi. Bilali akamfuata rafiki yake, akamweleza wakakubaliana, kupanga safari na kuanza kwenda. Hakika walitembea umbali mrefu na wakafika ile sehemu ambayo inauza wanyama kwa bei rahisi, wakanunua na kuanza kurudi, lakini safari haikuwa ni ya siku moja. Ukienda lazima utalala njiani, na ukirudi lazima utalala njiani. Na ni kweli walipomaliza kununua wale wanyama ambao walikusudia kuwanunua wakaanza safari yao, lakini walipofika njiani jioni, jua limezama, wakaamua walale njiani. Bilali na rafiki yake walipangiana zamu za kuwalinda wanyama pindi mmojawapo atakapolala, maana yake wanyama wanaweza kuzagaa na kuondoka hali ya kuwa nyie nyote mmelala, au akaja mtu akawaiba. Ni kweli alianza rafiki wa Bilali hali ya kuwa Bilali amelala, lakini kipindi kile Bilali amelala na rafiki wa Bilali na yeye ulimpitia usingizi akalala. Bilali akaamka katikati ya usingizi akakuta rafiki yake amelala akajua usingizi umemshinda lakini akiangalia katika kundi la wale wanyama anakuta idadi kubwa imepungua ya wanyama, kwa maana wameshazagaa na wameanza kuondoka. Bilali bila kumuaga rafiki yake akaamua kuanza kuwatafuta wale wanyama wameelekea wapi. Lakini wakati anaendelea kuwatafuta wale wanyama, akawa anasikia kelele za mtu ambaye kama anahitaji msaada. Tukumbuke hiyo ni usiku. Bilali akafuatilizia zile kelele na akakuta kweli katika nyumba kuna mzee kafungwa kwenye mti anapigwa kichwani, lakini kwa mbali vile anaona binti akichukuliwa na wanaume watatu wakimwelekeza kwenye gari lao. Bilali alichokifanya alienda kumfungulia yule mzee. Baada ya hapo, akaenda kupambana na wale wanaume watatu ambao wanapambana kumchukua binti wa yule mzee ambaye alikuwa anapigwa kichwani. Bilali akaanza kuwafuatilizia na kuwakimbiza, alipowakaribia, walichomoa silaha. Bilali na yeye akawahi kuchomoa silaha yake na kuanza kuwashambulia. Akamshambulia mmoja, risasi ya mguu, akaanguka chini. Baada ya kuanguka chini, wale wawili wakaamua wajitetee, kukimbia na kumwacha yule binti. Binti akakimbia na kurudi nyumbani kwao. Mara ghafla wakafika polisi, walivyofika polisi Wakamchukua Bilali na wakamchukua yule jamaa ambaye alipigwa risasi ya mguu na Bilali, ambaye alikuwa katika jaribio la kumteka yule binti. Bilali akapelekwa gerezani pamoja na yule jamaa, lakini Bilali kila akiojiwa, alikuwa anajaribu kusema ukweli lakini mapolisi walikuwa wanakataa, lakini hata mzee ambaye alikuwa anapigwa kichwani alikuwa anamkana Bilali, anasema simjui, anasema huyu na huyu ambaye amejeruhiwa walikuwa timu moja, siwezi kusema mmojawapo ni mwema, mmojawapo ni mwovu, wote hao ni waovu. Mzee yule ambaye alitetewa na Bilali usiku ule aliongea maneno kama hayo. Bilali aliyasikia yale maneno na yakamuumiza sana, akaanza kuilaumu nafsi yake. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Yaani, hii mara ya pili wema wangu unaniponza. Mara ya kwanza nimepoteza mifugo yangu, na hii mara ya pili ninaishia gerezani. E Mungu wangu, fanya njia pasipokuwa na njia, ya Rabi, nimefanya haya yote kwa kutafuta radhi zako. Lakini huku rafiki yake Bilali akaanza kuulizia na kumtafuta Bilali, akapewa maelezo kwamba Bilali yuko gerezani. Bilali akaja kutembelewa na rafiki yake. Bilali ikabidi amweleze rafiki yake. Rafiki yake pia akaliomba jeshi la polisi liweze kumsikiliza rafiki yake, lakini haikuwezekana. Rafiki yake wa Bilali akaanza kuendelea kutangatanga ili kumtafutia msaada nje ya gereza. Labda kwa wanakijiji anaweza kupata msaada. Wanakijiji wakamshauri wakasema, kwa kesi hiyo ya Bilali, nenda kwa Shekhe fulani, ana hekima ana busara, na busara na mwelezee, uenda ukapata njia. Watu walimshauri hivyo, kweli akaenda akamsimulia shekhe. Akamwambia rafiki yake Bilali, twende katika ile nyumba ambayo Bilali alitoa msaada, twende tukaasikilize na kweli. Shekhe alivyofika na yule rafiki yake Bilali waliwakuta watu. Shekhe akaomba rafiki wa Bilali aelezee kama ilivyo ili aweze kupata msamaha huko gerezani. Wakikili watu hawa, yaani wahusika ambao walijeruhiwa usiku ule, wakikili huko gerezani, bilali atatoka. Lakini yule mzee aliendelea kukana, aliendelea kukana. Lakini kumbe mtoto wake wa kike ambaye alinusurika kutekwa usiku ule alikuwa anasikia yale maongezi, moyo ukawa unamuuma sana akasema hapana, lazima niingilie kati kikao hiki. Yule binti akatoka, alivyotoka akasema, ewe shekhe, kweli bilali ambaye yuko gerezani ndiye aliyetusaidia sisi, ima mimi pia alinisaidia kupambana na wale watu watatu, na hatimaye mmoja, bilali akafanikiwa kumpiga risasi Baba hataki kukiri na kusema kwamba Bilali ametusaidia, kwamba anaogopa akisema binti yake alinusurika kubakwa au kutekwa, anahofia nisiolewe. Lakini kiuhakika, mimi niliokolewa na Bilali, na baba naye aliokolewa na Bilali. Shekhe baada ya kusikia yale alimgombeza sana, alimfokea sana huyu mzee ambaye alikuwa anajaribu kumwacha bilali abaki gerezani kwa kulinda maslahi ya ndoa ya mtoto wake, ambayo ni imani potofu kabisa. Ushahidi ulivyokamilika, shekhe akawasilisha katika gereza ambalo bilali yupo, bilali akatoka. Shekhe akamchukua bilali na rafiki yake bilali, wakaenda nyumbani. Bilali akamwelezea kisa cha kufika katika mji ule, shekhe akamwambia, basi haina shida. Bilali alipata nafasi pia ya kumwelezea yule shekhe wema wake wa kwanza ambao pia ulimgharimu shekhe Yalimgusa sana matukio haya ya Bilali na kumwona mtu ambaye hachoki kufanya wema licha ya machungu ambayo anapitia. Shekhe akamnunulia Bilali fuso moja ambalo limejaa ndani yake wanyama, yaani limejaa kondoo na mbuzi lakini pia shekhe akamzawadia tena Bilali wachungaji watatu ambao watamsaidia Bilali kufika katika mji ambao Bilali anaishi bila tabu. Yaani wale vijana watatu ambao wametolewa na shekhe ni maalumu tu kwa ajili ya kumsaidia Bilali njiani, kondoo wasimsumbue na mbuzi wasimsumbue. Bilali alifika nyumbani kwake, na akamweleza mkewe kilichomkuta na matunda ya wema wake ambao aliofanya. Mkewe alifurahi sana na akasema, hakika Mungu ni mwema. Baada ya masiku kadhaa, wakaandaa na kualika ndoa ya mtoto wao mpendwa ambayo ilifanyika zaidi ya vile walivyotarajia. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ukimtegemea naye anakuonyesha uwezo wake. Hakika wema hauozi hata kama utachelewa kupata majibu ya wema huo. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuleta istighfari pia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Asante, wabillahi billahi taufiq wa ila huna ara yakfi